Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, sante Mungu wetu na Baba yetu mfalme falme. Sante kwa uwepo wako e Bwana mahali hapa, sante kwa nguvu zako mahali hapa e Bwana. Sante Mtakatifu tamalaki Mungu wetu na Baba yetu mfalme falme e Ebwana Baba, ukajifunue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunapoenda kukutafakari, Mungu wetu na Baba yetu ukaonekane juu ya ujumbe uwe Bwana ukaonekane juu ya neno hili la e Mungu wa majeshi, ukaonekane katika maombi haya ya asubuhi e Bwana tunapoanza e Bwana tukakuone, tunapoanza e Mungu wa majeshi baba tukakuone katika jina la Yesu Mungu wa neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti e Mungu wetu na baba yetu e Bwana Baba tazama, watoto wako wengine wanafuatilia kwa njia mitandao wanatamani wakuone e Bwana Baba ukaonekane juu yao baba katika jina la Yesu Kristo uwepo wako ukaenda pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti katika damu ya Yesu Kristo nao walioko mali hapa, e Mungu wa majeshi achilia nguvu yako eBwana juu yao, achilia Mungu wa majeshi utulivu achilia, eBwana tafakari juu yao, ili waweze ili waweze kwenda kusikiliza na wakapate kujua na kufahamu e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Sante Mungu wa neema, sante Mungu wa baraka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Baba naachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti na na na mali hapa, naachilia damu ya Yesu kwenye madhabahu, naachilia damu ya Yesu kwenye anga, naachilia damu ya Yesu juu ya kila mmoja mmoja. Aliyoko mali hapa ukumbini, ukumbiniye Bwana na anayetusikiliza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai Baba, nikienda kwa mbaya machache na kuamini ya kwamba umetenda, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wote tuseme amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana wewe waliofika na wewe wali unaotufuatilia na wewe ambao uko njiani unakuja. Hongera sana, uh, ni siku ya kipekee sana, ni siku iliyojaa neema ni siku ile ya matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Uh, huduma yetu ya ukombozi wa nafsi Nuru Duniani imekuandalia mfungo wa siku ishirini na moja na siku ya leo ni siku yetu ya mfungo ya ishirini. Haleluya, nipende kusema hongera sana wale waliofunga. Haleluya. Na wewe unaosikia kwa sasa hivi Hujachelewa, haleluya, hujachelewa. Unaweza ukaungana pamoja nasi kwenye mfungo huu na maombi ya siku ya leo mahali hapa katika ukumbi, ukumbi wetu wa ukombozi wa nafsi nuru duniani, haleluya. Ah, tuna kichwa cha so, tuna somo ambalo tunatembea nalo katika mfungo huu linalotoka katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza mbili na ule mstari wa nane. Haleluya, kauli mbiu yetu inasema hakuna kurudi nyuma. Haleluya, tunasonga mbele. Haya ni maombi kutu ya kututoa chini na kutupeleka juu. Haleluya, haya ni maombi ya kututoa chini na kutupeleka juu. Haleluya. Nataka nikuambie mwana wa Mungu, nataka nikueleze, nataka nikueleze, haya ni maombi ya kutuinua kutoka chini na kutupeleka juu. Usije ukachukulia kawaida. Kuna namna ambavyo tunaishi maisha ambayo hayana, hayana furaha. Haleluya tunaishi maisha ambayo hayana majibu haleluya, hayana matarajio yale tuliyotarajia. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Wale ambao tunaenda pamoja, wanaonisikiliza kwa njia ya mitandao na wale walioko mahali hapa, tuko pamoja. Nina somo linalosema kachukua daftari lako, kashika kalamu yako ili tuweze kwenda pamoja katika kujifunza somo hili. Nina somo linalosema maisha ya mtu huinuliwa na Mungu anapokuwa kwenye nafasi yake. Tuko pamoja, maisha ya mtu huinuliwa anapokuwa kwenye nafasi yake, twende pamoja nasoma kitabu cha Samweli wa kwanza mbili na ule mstari wa nane tutaanza ule mstari wa saba Haleluya, neno la Mungu linasema Bwana, hufukarisha mtu naye hutajirisha, hushusha chini tena huinua juu Ule mstari wa nane, humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirisi kiti kile cha enzi cha utukufu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana apewe sifa. Mungu wetu sisi hufukarisha na yeye hutajirisha na yeye ndiye anayeweza kuinua mtu kutoka mavumbini, kumwinua mtu katika umaskini alionayo, kumuinua kumtoa mtu katika tabu aliyonayo. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu apo sifa. Tunaposema kuinuliwa, kuinuliwa ni nini? kuinuliwa ni kutolewa mali ambako uko chini haukuweza mwenyewe kuinuka. Haleluya! na kusogea kwenda katika sehemu fulani, wewe ukuweza. Haleluya! lakini Mungu anaweza kukuinua haleluya, na kukutoa hapo katika hali ulionayo. Bwana Yesu apewe sifa. tunaposema nafasi ninapozungumzia nafasi ya mtu, nafasi ni nini? Nafasi ni kile unachokifanya ili kiweze, kiweze kuinua maisha yako kutoka kiwango kidogo hadi, ki, hadi viwango vikubwa haleluya. Nafasi ni kile ambacho nakifanya kwa uchache au kwa kidogo kutoka kiwango kidogo hadi viwango vikubwa. Haleluya, Bwana Yesu ape sifa. Nafasi, najaribu kukueleza jinsi ambavyo mtu anakaa ku, yuko kwenye nafasi. Haleluya, tunaangalia nafasi ni nini Nafasi ni kile unachoshughulika nacho, ni kile unachokifanya. Haleluya, nafasi ni kile unachokifanya. Bwana Yesu apoe sifa. Haleluya, haleluya, yawezekana ukawa una nafasi katika, una nafasi ya kazi katika taasisi yoyote, lakini uoni yale maisha uliyoyatarajia lakini uoni yale maisha unayoyatarajia. Haleluya. Napozungumzia nafasi, unaweza ukawa mkulima, mfugaji. Haleluya. Umeajiriwa binafsi, umejiajiri, hiyo ni nafasi yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukawa mtumishi haleluya. Haleluya, Bwana Yesu apasifa. Katika taasisi mbalimbali, lakini huoni kile ambacho unakitarajia kukiona. Unaweza ukawa mkulima, lakini huoni. Unaweza ukawa mfanyabiashara, lakini huoni matokeo, huoni yale matarajio ambayo ulikuwa unatamani kuona ya kwamba nafanya biashara hii ili niweze kuinuka ili niweze kuendelea ili niweze kupata faida ili niweze kubadilisha maisha yangu, lakini huoni kinachoendelea haleluya. Napozungumzia nafasi, yawezekana una shamba, una hekari kumi, una hekari ishirini, hiyo ni nafasi yako, na tumesema Mungu kuinua mtu an, lakini tambua ya kwamba kama hautakuwepo hauta kwenye nafasi yako, jua kwenda katika viwango vingine kwenye maisha yako, kutakuwa kuna uwasiwasi haleluya, kutakuwa hakuna uhakika, kwa sababu tumesema Mungu humuinua.